Mwimbaji wa R&B kutoka nchini Marekani, Robert Kelly almaarufu kama R Kelly bado anapitia msoto huko, uh, gerezani kutokea ama kufuatia kutumikia kifungo cha jumla ya takriban miaka 31 katika magereza ya shirikisho nchini Marekani kufuatia hukumu mbili nzito alizopatikana nazo kati ya mwaka 2022 na 2023. Sasa, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, yeye anatarajiwa kutoka gerezani kipindi ama tarehe 21 Desemba mwaka 2045, na akiwa anatoka huko atakuwa na miaka 78. Jamani, hii inahuzunisha kweli. Sasa acha ni kujuze, Arakeli anaendelea kutumikia kifungo cha jumla cha takriban miaka 31 katika magereza ya shirikisho nchini Marekani kufuatia hukumu mbili nzito alizopatikana nazo kati ya mwaka 2022 na mwaka 2023. Sasa ni kujuze pia, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama Arakeli alipatikana na hatia mwaka 2022 mjini New York kwa makosa racketeering na biashara ya ngono trafiki kabla uh, ya kutiwa hatiani tena mwaka 2023 mjini Chicago kwa makosa utengenezaji wa picha za pornografia za watoto na kuwashawishi watoto. Uh, na hukumu hizo pia zimepangwa kutekelezwa kwa kiasi kikubwa kwa wakati mmoja, lakini pia taarifa za hivi karibuni kutoka Bureau of Prison, BOP, zinaeleza kuwa Rakeli anatarajiwa kuachiwa kutoka gerezani tarehe 21 Disemba mwaka 2045 akiwa na umri wa miaka takriban miaka 78 hadi 79, na, na uwezekano wa kupunguziwa kifungo kutokana na mwenendo mzuri gerezani ingawa bado inaweza kubadilika endapo kutakuwa na maamuzi mapya ya kisheria na hadi sasa uh, rufaa zote alizowasilisha kupinga hukumu zake hazijafanikiwa. Na kwa sasa uh, Robert Kelly ama R Kelly anashikiliwa katika gereza la shirikisho la FCI Butner medium one lililopo jimbo uh, jimboni North Carolina. Na kesi ya R Kelly imeendelea kuwa mojawapo ya masuala yaliyotikisa sana tasnia ya muziki duniani ikizua mjadala mpana kuhusu matumizi mabaya ya umaarufu, haki za waathirika na wajibikaji wa wasanii wakubwa. Speaking of kuwa na kesi kwa wasanii wa Marekani, hii sio kwa R Kelly tu, wasanii wengi wa Marekani, marapa wengi, waimbaji wengi wa R&B, wamewahi kutumikia vifungo mbalimbali mba. Lakini pia kubwa zaidi ni kwa mwimbaji ama msanii Pididi na yeye e, bado kwa gerezani akiendelea kutumikia kifungo kutokana na kile ambacho kinaendelea kumkabili sio kwa wao tu, wasanii wengi ambao wanapitia skendo mbalimbali mba. Lakini pia makosa ambayo yana ukweli ndani yake ama kusingiziwa, yote kwa yote, wanakuwa wanatumikia vifungo kwenye magereza kutokana na majimbo ambayo wanaishi ama nchi wanaoishi huko nchini Marekani. Kwa hivyo kwa wale mashabiki wa R Kelly ama mashabiki wa muziki mzuri wa R Kelly taarifa ndiyo hiyo, mtegemee kumuona tena uraiani R Kelly mwaka 2045 akiwa takriban miaka 78 mpaka miaka 79, na hii yote kwa sababu ya kitu ambacho nimekujuza, kesi ambazo ama hatia ambazo waweza kupatikana nazo na hukumu kutoka aa, kwa miaka 2022 na miaka 2023 huko mjini New York kwa makosa mbalimbali kama biashara za ngono na hizo aa, masuala za kutengeneza picha za pornografia za watoto na kuwashawishi watoto na vitu vingine kama hivyo ikiwemo pia ukatili wa unyanyasaji wa kijinsia na katika swala unyanyasaji wa kijinsia ni kesi ambayo imekuwa ikiwakumba asilimia kubwa wasanii wengi kutoka nchini Marekani. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nimekujuza haya kutokana na kile ambacho anakipitia R Kelly na kupitia msoto mkubwa huko gerezani. Mimi ni Same Baby na hii ni 69 Media TV. Hope tayari kuchambuliza alama ya kengele umesubscribe YouTube channel yetu, lakini kubwa zaidi follow kule Instagram 69 Media TV. Unakomentisha sana pia, komenti yako ni muhimu sana wakati huu hapa, drop komenti Kutokana na kile ambacho nakipitia RK, lakini pia share, wajuze na wanakuwa tayari. Tuko kwa hewa time hii hapa, lakini kubwa zaidi kule Facebook napatikana kwa uzuri kabisa, bila kusahau TikTok. Mimi once again it's a iegero, niko hapa kusogezea story kibao ndani na nje ya Tanzania ambazo zina trend, na hizi ni story za entertainment, lakini pia habari mbalimbali mbali.